Tuendelee kusimama kwa ajili ya shukrani na ukumbusho. Je, baba yuko nasi? Yupo. Je, Kristo yuko miongoni mwetu? Yupo. Je, Roho Mtakatifu yupo? Yupo. Huyu huyu ndiye Mungu wetu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sisi tu watu wake, tumekombolewa Tuainua kwa Bwana na tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni haki kwamba tumshukuru na kumsifu. Ni haki tena ni furaha kwetu kukushukuru na kukusifu, e, Baba Mtukufu, Mungu uliye hai, muhukumu wa ulimwengu, muumba mwenye kuturuzuku, Mwokozi na mpaji. Kutokana na mtu aliyekuwa kwa mahama ulijifanyia jamaa ya yako kwa taifa lilokandamizwa uliwapa kiongozi, kwa taifa lilokosa mwelekeo ukawachagulia wafalme, kwa watu waliokuwa wakaidi uliwatumia manabii. Katika siku hizi za mwisho umetuma mwanao Yesu kwetu, mfano wako mtimilifu, kutuletea ufalme wako, kutudhirishia mapenzi yako kufa kukufuka, kutawala na kufanya upya watu wako, kupitia kwake uliyetumiminia Roho wako Mtakatifu kutujaza nuru na uzima. Kwa hiyo sisi, pamoja na malaika na malaika wakuu, wazazi wetu wa kale waaminifu, na wote walioko mbinguni, twalitangaza jina lako kuu na tukufu, tukikusifu daima tukisema: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana mwenye mamlaka na nguvu. Bingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu binguni. <coughs> ya Yesu iliyomwagika aumilikie vyote pakukushukuru, kwa kumtoa mwanawe amfe msalabani kwa ajili yetu ulietuia vyote utumiminie roho wako mfariji, tunapokumbuka mwana wa Yesu Kristo alivyotuamuru kupitia vipaa hivi vya uumbaji kwako. Usiku ule ule aliosalitiwa, yeye alitoa mkate na kisha kushukuru akaumega, kisha akawapa wanafunzi wake akisema, Twaeni mle, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Amen. Mm. Mwili wake uliharibiwa kwa ajili yetu. Vivyo hivyo baada ya kula akakitoa kikombe na akiisha kushukuru, akawapa akisema, nyweni nyote, hii ni damu ya agano jipya imwagitaye kwa ajili yenu na kwa watu wengi kwa msamaha wa dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo wa ukumbusho wangu. Kristo amekufa, Kristo amefufuka, Kristo atakuja tena. Ndugu na dada, kwa damu ya Kristo, Tumekufa pamoja naye, tutafufuka pamoja naye, tutaishi pamoja naye tukingonya kurudi kwake. Mwokozi wetu Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu, akalipa fidia kamili ya dhambi za dunia nzima, sadaka timilifu ilitosha. Ulikubali sadaka yake na kumfufua na kumpa utukufu katika mkono wako wa kuume uko mbinguni. Amen, Yesu ni Bwana. Hii ni karamu ya ushindi Mwana kondoo leo Tukete. Kama Mwokozi alivyotufundisha tuna ujasiri wa kuomba. Baba yetu mbinguni, yeah, jina lako litukuze mkate huu tushiriki mwili wa Kristo, japo tu wengi tu mmoja, kwa maana sote twashiriki mkate mmoja. Kikombe hiki cha baraka tunapo tunachokibariki ni ushirika katika damu ya Kristo. Karibuni kwa imani mpokee. Imani na tumaini. Mwenyeji wetu, nasi, nasi tu wageni wake. Kristo ndiye mwenyeji wetu na nasi tu wageni wake. Kristo yu hai milele, hai! Bwana Kondoo wa Mungu uchukuaye dhambi za ulimwengu, uturehemu. Bwana Kondoo wa Mungu uchukuaye dhambi za ulimwengu, uturehemu. Bwana Kondoo wa Mungu uchukuaye dhambi za ulimwengu, uturehemu. Bwana Kondoo wa Mungu uchukuaye dhambi za ulimwengu, utupe amani yako

Kristo uliotolewa kwa ajili yako kuhifadhi mwili na roho hata uzima wa milele twae, ule huu, ukikumbuka kuwa Kristo alikufa kwa ajili yako, mle moyoni mwako kwa imani ukishukuru. Amen. Amen. ya Bwana wetu Yesu Kristu iliyomwagika kwa ajili yako ikuhifadhi mwili na roho hata uzima wa milele umihi, ukikumbuka kuwa damu ya Kristu ilimwagika kwa ajili yako.